Ashera, Mungu wa kike aliyefutwa katika Biblia. Katika maandiko matakatifu ya kale, Mungu anaonekana kuwa wa kiume pekee, mwenye nguvu, mwenye wivu na mtawala wa ulimwengu wote. Lakini je, kuna sehemu ya historia ambayo imefutwa? Je, kuna wakati ambapo Mungu huyu alikuwa na mke? Mungu wa kike aliyeitwa Ashera. Tayari kwa karne nyingi, majibu ya maswali haya yamefichwa. Lakini sasa, kutokana na ushahidi wa kale na maandiko yaliyogunduliwa jangwani, kazi ya linaanza kufunguka. Sehemu ya kwanza: mwanzo wa Ashera. Kabla ya Israeli kulikuwepo wa Kanani, Kanaanites, watu waliokuwa na dini yenye miungu mingi. Katika dini yao kulikuwa na El, mungu mkuu wa mbinguni na mke wake Ashera, mungu wa kike wa uzazi, uhai na upendo wa mama. Asherah alijulikana pia kama mama wa miungu aliyekuwa chanzo cha uhai wa viumbe vyote. Wakati Waisraeli walipoanza kuibuka kutoka katika tamaduni za Wakanaani, walichukua baadhi ya imani hizo, lakini walimpa nguvu zaidi mungu mmoja, Yahweh. Lakini katika kipindi cha mwanzo kabisa, ushahidi unaonyesha kwamba Yahweh hakuwa pekee yake, alikuwa pamoja na mke wa kiungu Asherah. sehemu ya pili: Yahwe na Asherah, uhusiano uliofichwa. Katika maandiko ya kale yaliyopatikana sehemu ya Sinai na Yudea, kwenye maeneo ya Kuntilet Ajrud na Kirbet Elkom, wanasayansi waligundua maandishi ya ajabu sana. Yalisema hivi: Nimebarikiwa kwa Yahwe wa Samaria na Asherah yake. Hayo ni maandiko ya karne ya nane kabla ya Kristo, eighth century BC. Maneno and Yahwe his Asherah yanaonyesha wazi kuwa baadhi ya waisraeli wa, wa zamani waliamini kwamba Yahweh alikuwa na mke wa kiungu. Hii haikuwa dini ya kike tu, ilikuwa imani halisi iliyokuwapo kwenye hekalu, nyumbani, na maisha ya watu. Asherah poles, nguzo za ibada, ziliwekwa karibu na madhabau ya Yahweh kama ishara ya uzazi na baraka. Sehemu ya tatu: biblia na kufutwa kwa Asherah lakini kadri muda ulivyopita viongozi wa kidini wa Israeli walianza kampeni ya kuondoa imani zote za miungu wengine. Waliita harakati hii kurejesha usafi wa ibada ya Yahweh. Katika mbili Wafalme ishirini na tatu mstari ya 4 mpaka 7, mfalme Yosia aliamuru sanamu za Ashera zivunjwe na moto kuchoma miti yake yote ndani ya hekalu la Yahweh. Katika Waamuzi tatu saba Waisraeli wanalaumiwa kwa kumwasi Mungu kwa kumwabudu Bali na Asherah. Hata nabii Eliya katika moja wa Falme 18 mstari 19 aliwakabili manabii 450 wa Bali na manabii 400 wa Asherah. Hii inamaanisha wazi, Asherah aliwahi kuabudiwa na Waisraeli hadi Biblia ilipoanza kumfuta taratibu. Kama mungu wa kike, Asherah alihusishwa na uzazi, uhai na nguvu za kimaumbile. Lakini imani ya mungu mmoja ilipoimarika, wazo la mungu wa kike likawa tishio. Hivyo alifutwa, alibadilishwa kuwa kitu cha aibu, sanamu au mti wa dhambi. Sehemu ya nne: sababu za kisiasa na kiroho. Kwa nini walimficha? Kwa sababu imani ya mungu mmoja monotheismu, haikuweza kustahimili wazo la mungu kuwa na mke. Viongozi wa kidini na wafalme waliona ni lazima kuondoa nguvu zote za kike ili kulinda mamlaka ya mfumo wa kiume. Mfumo uliomtukuza Yahweh kama mfalme na mwanaume kama kiongozi wa dunia. Asherah, kwa upande mwingine, alikuwa ishara ya huruma, uzazi na maumbile, vitu ambavyo havikuendana na muundo wa nguvu za kisiasa uliokuwa ukijengwa. Kwa hivyo, Asherah akawa mwathirika wa vita vya kiimani. Jina lake likaondolewa kwenye maandiko na kumbukumbu kumbu yake kufutwa katika historia rasmi ya Israeli. Sehemu ya tano: ushahidi wa akiolojia na uamsho wa ukweli. Karne nyingi baadaye, akiolojia ikaingia jangwani na kufukua mabaki yaliyosalia. Vipande vya sufuria, maandiko ya mawe na michoro ya hekalu zikaanza kuonyesha taswira ile ile: mwanamke mwenye taji anayeshikilia mti wa uhai au ishara ya uzazi Asherah. Watafiti kama William Dever na Francesca Stavrakopoulou wameandika kwamba hakuna shaka kuwa Waisraeli wa zamani walimwona Yahweh akiwa pamoja na Asherah, ilikuwa ni sehemu ya dini yao kabla haijabadilishwa kuwa monotheistic religion. Hivyo Asherah hakupotea, bali alifichwa kimakusudi. Sehemu ya sita: Asherah leo maana yake kwa mwanadamu wa sasa. Je, Ashera bado ana maana leo? Ndiyo, anawakilisha nusu iliyosahaulika ya uungu, nguvu ya kike iliyoondolewa kutoka katika simulizi la dini. Kwa karne nyingi, imani ya binadamu imekuwa upande mmoja, nguvu za kiume, mamlaka, hukumu na vita, lakini upande wa huruma, maumbile, uzazi na upendo wa mama, upande wa Ashera ulifutwa. Labda ili mwanadamu aelewe kwa kweli maana ya Mungu, ni lazima arudishe pamoja hizi nguvu mbili, ya kiume na ya kike, mwanga na giza, mbingu na dunia. Sehemu ya saba: hitimisho. Ashera hakuwa hadithi tu, alikuwa kumbukumbu -kumbu ya sehemu ya mungu iliyosahaulika. Leo tunapoangalia nyuma Tunagundua kuwa historia haijawahi kufutwa, imefichwa tu. Hivyo ndivyo Ashera, mungu wa kike wa Biblia, alivyoondolewa katika maandiko, lakini si katika historia. Mwanga wa Ukweli, tunapofichua kile walichotaka tusijue.